Ona majira ya saa kumi na moja na nusu jioni katika maeneo ya kambi ya kulala wageni ya barafu ndani ya hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro, wilaya ya Moshi, mkoa wa Kilimanjaro, helikopta ya, ya kampuni ya Kilimeda inayofanya kazi ya uokoaji ilianguka na kusababisha vifo kwa watu watano ambao ni mwanamke mmoja na wanaume wanne. Chanzo cha ajali hiyo bado hakijajulikana. Mamlaka husika yani TCAA na AAI wako katika eneo la tukio, wanaendelea na uchunguzi. Taarifa kamili utajulishwa tajulishwa, na miili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya Rufaa mc